naka barabarani, nyingi hazirushi kila kitu, zinarusha chambo, ili kambare mwende kichwa kichwa. Hey! ngambo zinarusha chambo. Akina TB Joshua walikuwa aina fulani ya maisha, mpaka ukiangalia unasema nini la kujifunza. Tuache akina TB Joshua, njoo kwa Kulola Njoo kwa Lola. Lola kila siku alikuwa anaomba kuanzia saa sita mpaka saa kumi na moja alfajiri, kila siku usiku saa sita saa saba mpaka saa kumi na moja Lola ni mtu aliyetembea maeneo mengi akitaka watu wajue Mungu ni Mungu akiwango gani, lakini ulikuwa moyo wajue Mungu watende mema. Lola amesogelewa na watu wengi wenye mali. Hakuwaleta karibu kwa faida yake, aliwaweka mbali ili wasije wakaribu kitu alicho nacho. Lola akapata mateso mengi akiwa najaribu kutetea kilichotakiwa kanisa la Mungu liwe hivyo, akapata mateso mengi sana kwa sababu hiyo, nusura uwawe. Ni mmoja mtu aliye mfano wa kuigwa kwa namna ambavyo hana aliyemdhurumu, hana anayejitokeza kwamba alinifanyia vibaya. Hakuna mwanadamu anajitokeza atoe ujumbe wote mimi alinifanyia vibaya Kulola. Hamna, hamna. Na ukumbuke kukutana na watu wengi, kukutana na makundi ya watu, na katika wengi hao hamna nayemlaumu. Ene, mimi kitu ninachosema katika watu waliodhihirisha bidii kwa Mungu kupita wote Tanzania, mimi kwa vipimo vyangu Kulola amewazidi wote. Kulola ametuzidi wote waliodhihirisha bidii kwa Mungu. Kulola katuzidi wote waliodhihirisha bidii ya kuomba kutaka uwezo wa Mungu uonekane kupitia maombi tu. Kakobe katuzidi wote, Kakobe katuzidi wote. Kama unataka kwenye maisha yako ufanikiwe, jema mtu analoweza kufanya kuliko wewe, likubali, lipokee, lichuchumilie, litafute kwa gharama yoyote, wala usikusanye jema lake na udhaifu wake, kwa sababu hata wewe hapo ulipo haujawa perfect kwa kila kitu, haufanyi vizuri kwa kila kitu hapo ulipo. Mimi hapa nipo si Nimbarikiwa, mimi sifanyi vizuri kwa kila kitu, sifanyi vizuri kwa kila kitu. Ndio maana mimi sikwambiagi ukamilifu, mi nakwambiaga utakatifu. Mi nakwambia mii ni mtakatifu, sikwambiagi mii ni mkamilifu. Sifanyi vizuri kwa kila kwa hiyo mtu aliyewahi kufiti kwenye eneo fulani ni vizuri sana, na watu wajue. Najua sisi Afrika wajinga sana Afrika wajinga sana. Wenzetu wanapohubiri akina Paulo wanahubiri, waliopigania hali fulani ya usawa kwenye nchi zao, wanapohubiri akina Timotheo wanahubiri, akina Petro wanahubiri, akina Yeremia wanahubiri, akina Yohana ni walipigania ustawi fulani standard fulani tunazoona kwenye nchi zao sisi badala ya kuangalia baba zetu ambao wamewahi kufanya vizuri sisi, badala ya kuangalia, utawakatia nako tu Kulola Kakobe ametuzidi wote. Mungu wetu asifiwe. Sisi badala ya kuangalia baadhi ya, ako, wa sisi, ya kuangalia, watu waliofanya vizuri tuwahubiri hao kama mfano wa kufanya vizuri sisi Injili yetu ni kusema habari za Yesu, habari za kina Petro, habari za kina Yohana. Petro ndiye, ndio wa wakati ule. Paulo ndio wa wakati ule. Nani walau katika dunia yetu, katika nchi yetu, katika wakati wetu, nani walau amejaribu kuwa Paulo yule? Kwa sababu huyu ni fundisho rahisi sana sisi kumfikia Paulo kwa sababu ameishi kwenye mazingira yetu korofi na ameweza kuwa na sura ya aina ya Paulo. Na wakishia taarifa za kiporo kilichooza za kina Petro, za kina Yohana haziwezi kubadilisha, hazikubadilishi. Ila mtu aliyejaribu kuishi kama Petro, kama Yohana leo hii, huyo ndiye anaweza kusaidia, kwa sababu huyu kaishi kwenye mazingira ambayo wewe unasema Yohana hakuishi kwenye mazingira haya. Huyu kaishi, na ni vema huyu. Unaona, katika dunia hii wapo wanaoishi kwa, kwa sura na mtazamo wakina Yohana, wakina Elia, wakina Paulo, hata kama hawajafika. Usitake mpaka mtu awe na uwezo ule aliyokuwa nao Elia, aliyokuwa nao Daudi. Ebu wakati mwingine angalia mtu anayepita kwenye njia alizokuwa anapita Daudi kabla hajawa Daudi, aizokuwa anapita Paulo kabla hajawa Paulo. Mungu wetu asifie huyo mtu habari yake ihubiriwe, huyo mtu mema yake ahubiriwe. Ahubiriwe akiwa hai, ahubiriwe akiwa amekufa, ahubiriwe, wahubiriwe watu wetu. Sasa hivi kila nayethubutu kufanya jambo, hapana. Uhubiri injili, usihubiri watu kwani injili tukisoma kwenye Biblia tusomi ni watu hao, yaani mpaka uhubiri watu waliopigania usawa kwenye jamii fulani, sio usawa kwenye jamii yako. Kwa mimi nimekusudia, kama nitashindwa nitashindwa, lakini wakati nimeweka rekodi ya aliyewahi kutaka kumbrandi Kulola, nimetuma barua EAGT, nimetuma barua AGGCI nimetuma barua TIG na nimewaahidi barua hizi nilizowatumia, kuna mmoja na kuja kuisoma mbele ya jamii. Ntasoma barua ya EGT nilivyoiandika, ntasoma barua ya TIG nilivyoiandika, kwa sababu vyote zilitofautiana katikati mahali. Ntasoma barua ya EGC nilivyoiandika, alafu nitawaambia wananchi, joni tuweka unayesikia njoo tuweke alama, na uzuri ya alama, mi nachoamini sio lazima iwe na pesa nyingi, iwe ile ambayo, kwani hata tukishindwa yote, tukasema tu siku moja au mbili tukutane pale nyumbani kwa Kulola, tuombe tu, yaani tuombe tu, tuombe kila mmoja aseme roho yoyote namna yoyote njema iliyokuwa ndani ya mtumishi wako Kulola. Na iwe juu yangu e, Mungu wa mbingu na nchi, namna yoyote iliyo sahihi iliyokuwa ndani ya Kulola na na iwe juu yangu. Na iwe juu juu yangu yangu, mkarekodi hiyo, mkarekodi mkaweka, alafu mkatawanyika. Kuna watakao tawanyika pale, watatoka na spiriti fulani ya maajabu sana. Ile spiriti ndio dua, hata Kulola asingetaka aone lijumba, asingetaka aone sanamu limeweka lisanamu, sio limechora klora. Mi mimi nisingetaka hata lisanamu, lakini lazima iwepo image. Sasa mi ninachokujulisha sijaombwa, lafu mi ni, ni, kama ni adui wa, wa mimi, imani hiyo, lakini nakuhakikishia hiyo ni moja ya eneo ambalo litafanya ni mdai Mungu kwa mambo mengi sana. Hiyo ehe, ni moja eneo ambayo namkopesha Mungu, yaani hilo deni fulani deni fulani, utaona tu baadaye. Kwani nyie kuna kitu mnaelewaga wakati kinafanyika? Kwani kuna kitu mnaelewaga? Hapa nimegawa barua, baada ya muda naenda mwenyewe kwa Mwaisabira niituma barua kwanza, nitataka mrudi mkafuate majibu, ila aliyepeleka kafuate majibu. Baada ya hapo narudi nileta barua. Unajua, ha, unajua. Yaani hapa ndo mnaponisemaga mimi mbaya kwa sababu nikisema mitandaoni mesema utuambii, nikiwaambia mjibu, kwa sababu hii barua ilikuwa ya kuamuru, ilikuwa hoja. Kwa nini kujibu tu kwamba sitaki kwa sababu hata hoja yenyewe sijasema. Mue, mweka alama, mweka alama nimesema sijui kama mmeweka alama gani. Kama kuna alama mlioweka, asanteni sana. Kama hakuna mlioweka, tuungane na hii ambayo mama Kulola anasema. Ndio lilikuwa agizo la Kulola kwamba iweke alama ya aina fulani, hiyo IGT. Asanteni sana, memnunulia mama Kulola gari, sio ni Pajero, sio ni Nissan. Nissan memnunulia gari Hongereni sana asanteni sana. Kule nyuma wakati tumeenda zamani pale, mama Kulola alisema alikuwa na nampa milioni nne kila mwezi asanteni sana lakini ni, san. Ni alama gani ya mzee mzee Kulola imewekwa kusiana moyo wake hivi? ni hiyo ni hiyo gari Nissan? ni hiyo milioni nne kila mwezi? kwani usijibu tu kwamba sisi tumeishia hapo. Nafikiri mimi naweza nikapuuza hicho walichofanya. Eh? Siwezi kupuuza. Mtakisema kwamba wenzetu wamejiwekea utaratibu huu kama alama ya utumishi wa mzee. Mimi na wewe yule mtu kuna namna anatufunza uvumilivu kwa Mungu. Yule mtu kuna namna anatufunza ana kujitoa kwa Mungu. Kujitoa mzima mzima. Yule mtu kuna namna anatufundisha kuikana dunia. Amekufa ana laki moja, sijui na utumishi wake wote ule, amekufa. Sio ana laki ngapi benki? Laki moja, laki mbili, hivi tatu hapa, yaani haizidi hiyo tatu hiyo. Mungu wetu asifiwe. Lola amekufa yuko na laki. Utumishi wa Lola ni rafiki wa marahisi akina Pierre Nkurunziza ni rafiki wa kina Kikwete, ni marafiki wa mawaziri, ni rafiki, ana marafiki Marekani, ana marafiki Uingereza, ana marafiki Australia, na marafiki Israel, ana marafiki, marafiki kila kona. Anakufa yuko na laki mbili laki tatu. Katufundisha kujitoa kwa Mungu usiyeweza kuchochewa na hao ambao, ukachochewa na akina Paulo mwenda wazimu tu, mwenda wazimu tu chewa na mtu aliyeishi kwenye mazingira yako yenye vinono akaacha vinono. Mimi nimeenda kwenye nyumba yake pale, kachumba kabaya kanachokaa tu haka na rangi kadogo, sio chumba kama hicho ilichoweka mtumishi wa mungu ndani hapo, sio chumba kama hicho, kabaya kana silingbodi ya makaratasi yale ya zamani, vile vinavyopindapinda vile mbaya mahali fulani, haijapakwa rangi, ukutani ni chokaa tu. Hiyo nyumba haijajengwa miaka ya zamani, imejengwa elfu mbili na tisa, wakati wewe uishaanza kuishi kisasa, umeshaona nyumba za kisasa. Anatulia pale kwenye kajumba na kachoo fulani kabaya, kachoo kabaya, mashama mahali hapa pana mazingira bora kuliko hoteli. Nyumbani mwa Mungu ni bora kuliko kwenye nyumba za uovu. Anakaa kwenye kajumba kamejikana kachumba, hata maaskofu walikuwa na umizo, maaskofu wa, wa saidizi wake wanaumiwa. Haiwezekani unalala kwenye kichumba cha kawaida, sisi tuna uwezo wa kulipa hoteli yoyote. Ujui mtu wa Mungu, wewe mtu wa Mungu akai kwenye nyumba ambayo nadhani linafanana naye heshima. Mtu wa Mungu anakaa mahali ambapo anakuwa na uwanja mpana wa kutafakari dhamana aliyokabidhiwa. Ndio maana akina Elisha akina Elia walipewa chumba kizuri na wamama wafanya biashara na watu wafanya biashara kizuri na kitanda, waliviacha, walienda kukaa mlimani. Mpaka tuseme habari za akina Yeremia za akina Elia akina Elisha, usiseme habari za mtu uliyemwona leo. Kama unataka kuzijua kodi, zijue kodi hizo hizo, ndio kodi hizo hizo ndio kodi hizo. Wale ambao wamestahili heshima, wamestahili kukumbukwa, wamestahili walau kufanyiwa kitu fulani cha maana, wafanyie sana cha maana, na siku utamdai Mungu. Kwa mimi nimekusudia, nitamuona Mwaisa, bila atajibu lolote, hamna shida. Nitafanya safari baada ya kongamano, mimi nafanya safari Mwanza bado niwaambia wale wanaotoa hela nikamwambia, alafu ni zio uziweke tu kwa zawadi pale. Wale wale mnaotoa, niwaambia hizi zingine wanazotoa za za, za mwanzo wa mwezi za, za, kila mwezi wa, wanaojisikia endele tukutoa na msizingize kwenye matumizi mengine yoyote. Nafanya safari naenda Mwanza, lakini ninapokwenda Mwanza nitakatia Dodoma pale, nitaenda kwa Mwakipesile na yeye tena. Nitawapigia, nitawatuma mtu awaambie mimi nakuja, unikimbie? wakati nilikwambia nakuja kwa sababu mimi pia mimi sio mtu wa kufika kwako kwa, alafu nisikukute. Yaani, yani siyo levo yangu hiyo. Yaani mimi sio levo yanije nikutafute tu, nilikuwa namuulizia fulani. Ah, sio levo, natuma mtu anakuhoji, ukatae wewe, anakuambia mchungaji anakuja. Ndio maana mimi huwezi kaona hata naenda mahali na napiga simu mimi, wana hapa wengine wakupigie mchungaji anakuja. Ah, sina nafasi Sipo sema anakuja kiofisi, haji kuona wewe, anakuja kiofisi kwa hata asipokuta wewe, anakuja ofisini yoyote, atakayemkuta anaongea naye, kwa sababu si washurutishi. Yule mama anasema kuna maagizo alipewa na Kulola, iweke alama fulani. Wamemsikiliza kwa kiasi gani? Na kwani tusiweke, kwani wasiweke yule yule wile akipambana kufafanua, inaonekana anataka ulaji, kwa sababu kweli maisha yake mengi aliyatoa kwa baba.